Taifa la Tanzania mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano linakwenda katika uchaguzi mkuu, na hii leo nimemkaribisha mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, Dr Leni Kasoga. Huyu ni mwadhiri mstaafu katika taifa hili la Afrika Mashariki. Kuelekea katika uchaguzi huo, nimemuuliza ni mambo gani ambayo yanatakiwa yatazamwe zaidi pindi ambapo wananchi watakuwa wanafuatilia sera za wagombea katika uchaguzi huo. Kuja moja kwa moja kwenye swali lako, ni kwamba mikataba mingi iliyopo ya madini licha ya ile sheria aliyoipitisha hayati Magufuli haijazingatiwa sana, na vile vile kwamba kulikuwa na hii ili tatizo la iga kwamba bandari zote katika makubaliano hayo, japo ambapo japo kwamba nchi kwamba hiyo Dubai si nchi, ni sehemu tu. Sasa kwamba hilo tatizo likawa haliongelewi tena, ni kama limewekwa pembeni na mikataba mingi tu ambayo ilikuwa inahusu bandari zetu, na vile vile inahusu e, mikataba waliokwisha ingia huko nyuma, na kwamba utaratibu uliopo ni upi na ni nani anaye, tuseme, wanasema, anasema kwa kimombo, watchdog ni e, nani ambaye e, hizi rasilimali za nchi yetu wakiwemo hata binadamu e, misitu, wanyama pori, hizi hifadhi za wanyama. Sasa ni kwamba kwa kweli e, sasa hivi ni tatizo kwa sababu watu wamejikita zaidi katika wao kujihakikishia kwamba wanaingia madarakani, lakini sio kwamba wanaingia kwa ajili ya kuangalia maslahi ya taifa, maslahi ya vizazi vijavyo na kadhalika. Ni mambo mengi ambayo wao kama kweli wana uzalendo na wanafanya utafiti na kuchunguza, wangeongelea haya mambo, hata wanapoongelea ku kuchora ramani mpya. Ramani itachorwaje upya? Manake ramani ni ili, nchi iliyokuwepo kwenye mipaka yake ndio hiyo, na hakuna wa kuibadilisha, maana hatujapigana vita tukaongeza eneo au hatujaungana na nchi nyingine tukaongeza eneo. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo unaweza ukayaangalia ukasema kwamba yana harufu ya upigaji na jingine ni hili kwamba kila kitu ambacho kinafanywa na serikali hakifanywi na rais, kinafanywa ni, ni, ni, ni wajibu wa rais. Yeye ni mhimili na ni kwamba yeye amepewa jukumu la kuangalia na kuhakikisha kwamba nchi inakwenda vizuri, lakini sasa ikija kwamba wananchi wanaambiwa oh, kimechimbwa kisima fulani hela hapana. Namna hiyo itafikia mahala tutakuja e, kama ilivyokuwa utawala wa zamani wa machifu, chifu ndio anafanya kila kitu. Hapana, wananchi wajijue kwamba wao ndio wanawajibika na wao ndio wanafanya kila kitu na wao ndio wanaopiga kura na wao ndio wanaochagua serikali na wao ndio wanatakiwa kusimamia kwa namna moja au nyingine haki zao, kwa sababu hujuma za haki za watu hata mahakamani zinaendelea na baya sana kwenye mambo ya ardhi na kila kitu, lakini sasa imekuwa sasa ni funika funika, ni kusifiana sifiana. Hilo ni jambo mimi linanipa wasiwasi. Katika uchaguzi huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ni mambo gani ambayo unayaona yatakuwa ni ajenda kuu za vyama vya siasa katika taifa hili la Tanzania? Kwa hivi sasa, kwa jinsi upinzani ulivyojikita, umejikita kwenye msimamo ambao si sahihi kwa maana kwamba upinzani kazi yake kubwa ni kweli, wanapigana nao waingie Ikulu, waingie madarakani, wawe na msemo juu ya mlo na kadhalika. Ingetegemea kwamba wao wangekuwa ni wakosoaji wakubwa pale palipo na makosa ambayo yanafanyika na yanaonekana waziwazi, ambapo unaweza ukasema kwamba, kwa kimombo, kuna impunity, kuna watu kujiona kwamba wako juu ya sheria. Mimi silisikii hilo. Hii mambo ya kufikiria kwamba kila kitu ni mtu fulani ndiye anayekifanya, hapana. Wananchi wajue kwamba ni wajibu wao, ni nchi yao na wanawajibika, na wasidanganyike kwamba kuna mtu fulani ambaye anawafanyia amba, namna hiyo ni kupotoka kabisa. Hatusikii wanaiongea hilo, lakini tufikirie kwamba labda baadaye watafunguka au wameishafungika kabisa, au maanaake, kama ni Chadema wao wenyewe wanagongana uuhumo, wanapigana uu na namna hiyo, wanapoteza dira, wanapoteza mwelekeo, kusema kwamba lazima katiba yandike. Wewe ulileta uliweta huru wa nchi hii? Kama ulileta huru wa nchi hii, basi ungekua ungekwenda kule uka, ukaongea na Waingereza namna ya kuandika katiba, na baada ya katiba hiyo ungeshiriki wewe kwamba sasa kuna hili na hili na hili. Sasa ukiisha kuja ukavimba kichwa kwamba yote yaliyofanyika na waasisi wa nchi hii ni kosa, na wewe utaanza upya, huo mimi naona kama ni ubomoaji, kwa sababu ukishasema sema unabomoa msingi wa nyumba, basi nyumba itakuangukia. Labda ukae mbali ndio ubomoe msingi wa nyumba. Kwa hiyo mambo mengi sasa hivi nikana kwamba kweli hakuna mtu ambaye yuko serious, yaani anaona bwana, kuna mambo fulani fulani tunayaona kabisa hayaendi vizuri. Kuna mambo fulani fulani ni udanganyifu. Kuna mambo, wanawake wote wameshapata haki zao, wanawake wote wanatumia mitungi ya gesi, wanawake wote wana na kadhalika tungekuwa tunasikia hayo na kunakuwa na mchango na wale wenyewe wananchi wanahusishwa, kuliko kuwa wana, wanakuwa kama wanadanganywa vile, ah tumeshafanyiwa kila kitu, hela zipo, hela zipo, wananchi wakiziona usiwatajua. Eh, lakini mnakula wenyewe huko, mnafanya ki, kimradi fulani hicho kimekamilika. Hata akijakamilika mnatangaza kabisa kwamba tumefanya. Hapana, sasa ni lazima, ningetegemea kwamba katika uchaguzi unaokuja watu wajadili matatizo kinaga ubaga ambayo yanawakabili yanawa, yanawa wananchi ikiwemo ya ee, sera ya elimu ambayo inayumba, ukosefu wa ajira kwa vijana ee, ni tatizo kubwa kitaifa, kutotumia ardhi ipasavyo na kuwashirikisha wananchi ipasavyo na kulinda haki zao, isiwe tu ni kuhutubiwa hiki kimeshafanyika kile kimeshafanyika, wakati ambapo watu ambao wako mitaani wako vijijini hawalioni hilo. Kwa hiyo waache zaidi kujikita kwenye propaganda kwa vile ni mwaka wa uchaguzi, wajadili kinaga ubaga matatizo ya wananchi na kwamba je, wananchi wanaweza kushirikishwaje ili kutatua hayo matatizo? Serikali imewekeza katika elimu kwa kiwango, na tunaona kwamba idadi ya watu waliokwenda shule na kusoma imeongezeka. Nataka tuangalie nafasi ya wasomi na uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Unaiona wapi wasomi sasa hivi wamekuwa na na kauli ambazo hazieleweki tangu, eh, yule rafiki yangu Profesa Kabudi aliposema walipomtoa walipompa ule waziri kutoka pale chuo kikuu akasema wamemwona wamemtoa kwenye jarara. Sasa hiyo ina maana gani? Ina maana kwamba mfumo mzima wa elimu, watu walioko kule, malipo wanayolipwa na hali ya maisha wanayoyapata, hawaridhiki nayo, na matokeo yake elimu inayumba, na hili haiwezekani kwamba wizara isi isilijue kwamba maisha ya walimu mpaka walimu wa vyuo vikuu yakoje, mishahara ya mishahara yao ikoje? Mambo haya ya sijui kila wakati tuishe ni, fi, tuishe ni nini, tuishe ni vile, tuishe ni vile, yote hayo yana maana kwamba wanajaribu sana kuingia kwenye mifuko ya wazazi kwa kuwafichaficha na kujua kwamba wazazi wana uchungu na watoto wao. kwa, ni mambo ambayo yanatakiwa yamulikwe ya vizuri kwa sababu watoto vijana ndio taifa ndiyo taifa la kesho, na ukianza kuwababaisha wale wakawapa elimu babaishi, basi ni kwamba taifa litakuwa nalo babaishi. Sasa hilo ni tatizo ambalo halijawekewa na kulimulikwa vizuri na kuwekewa mkazo stahiki. Wasomi mnaambiwa kwamba nanyi mmekuwa mnasifia wakati wote na mfanye ukosoaji jengefu. Tatizo unaliona wapi? Tatizo, tatizo limekuja kwenye ubinafsi binafsi. Tatizo e, kama nilivyosema, mtu anasema la, kumbe ukiwa waziri bwana unafunguliwa mlango, unakula vizuri. Kuna wasiwasi wa -wasi kulipa chochote, mradi tu unasifia. Ah, fulani ndio anajua kila kitu, fulani amefanya kitu kizuri, hata kama unajua akulia chochote ambacho kimefanyika kime. Kwa kweli hilo ni tatizo kubwa sana, hasa kwa wasomi ambao wamebobea sasa hilo limekuwa ni tatizo na ni tatizo linaendelea kuwa tatizo kubwa kweli kweli, kwa sababu wasomi sasa hivi wamekuwa ni wanafiki, na wasomi wengine sio wanasiasa. Kwa hiyo wanapochezewa michezo ya kisiasa, wanakaa kama wajinga tu, wanacheka cheka. Sasa wamesoma kitu gani wewe? Na, ume, yani umefungwa macho na tamaa yako kwamba nitasikiwa, nita isikiwa, kwamba nitasikiwa nimesifiwa sana, ili nipewe uwaziri, na hata kwenye waziri kule, kama sifanyi vizuri, lakini sitakosoa chochote ili nisipoteze uwaziri na kadhalika, ili hmm, ni hii, huo ni ugonjwa, nasema huo ni ugonjwa, na huo ni ugonjwa ambao unaanza kuwa kama donda ndugu au kansa ambayo nayo inaitafuna jamii. Wakati wa mwalimu, kwanza kabisa mwalimu mwenyewe alikuwa anajikosoa, na mwalimu alikuwa anataka wasomi wakosoe, lakini sio wawe vibaraka. Kuna tofauti katika kukosoa kwamba kuna kosa fulani na kwa kibaraka kwamba mtu mweusi hana uwezo na hawezi akafanya vizuri, wakati wewe ni mtu mweusi na wewe ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo mwalimu, wale ambao walikuwa wanataka maendeleo na wanakereketwa na kuhakikisha kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida yanaboreka na kwamba kijana anapata elimu na anakuwa ni mwanga na mchango kwa taifa, alikuwa anawataka vijana wa namna hiyo, Sio vijana tu ambao wanasifia sifia kila kitu na hawezi wakasema lolote kana kwamba hawajui chochote e, wanakuwa kama e, makasuku vile. Mwalimu alikuwa hapendi kabisa tabia ya namna hiyo, na alikuwa anakwenda hata kama ni chuo kikuu, anasema ulizeni maswali, lakini mtu akianza kuuliza maswali ya kihuni na ya kijinga, anaambia usitupotezee muda hapa. Mtu ambaye amesoma anaweza akajua kabisa huu ni ujinga au ni uhuni au ni uongo au ni babaishaji oh. Amesoma nini kama ha hawezi kuchambua kaelewa? Nataka na tuangalie, katika sera ya uwekezaji tumeona kuna jitihada kwa hivi sasa za kuhakikisha kwamba wawekezaji wanawekeza kwa kiwango kikubwa katika mataifa ya Afrika na ni hatua nzuri ambazo zinaungwa mkono, lakini ninyi wachumi, hasa nikiwa nazungumza na wewe, nafikiri kwamba mnaridhishwa na namna ya uwekezaji uliopo hivi sasa ama kuna njia nyingine ya uwekezaji wa namna nyingine, mlikuwa mnafikiri kwamba unatufaa zaidi ili kuhakikisha wazawa na wenyewe wanapata nguvu hilo ndilo suala kubwa zaidi, kwamba ni kosa kubwa sana ukiwapa wananchi fikira kwamba kuna mjomba au kuna shangazi au kuna mtu huko atakuja hapa awekeze awaletee neema. Kitu kama hicho hakipo hata katika nchi ambazo zimeendelea. Mtu akija hapa kuwekeza, anawekeza kwa sababu anatafuta faida, na hiyo faida umemruhusu akisha ipata aondoke. Kwa hiyo kwanza kabisa katika uwekezaji, uwekezaji ni kitu cha muhimu na ni kitu kinachotakiwa, lakini kinatakiwa kijengewe mazingira ambayo ni mazuri, kwa maana kwamba wananchi, wananchi walio wengi, wako wachache wana vijisenti ambazo wanakomba komba humo, umo serikalini au na kwa ujanja fulani na kadhalika, lakini wengi hawana chochote, lakini ni wajibu wa serikali kuweka mazingira kwamba mgeni anapokuja. Zipo nchi ambazo zimejaribu utaratibu huo na unafanya kazi kwa mgeni anapokuja, kuna mtu fulani, bwana we, njoka huyu na mwenyeji mtagawana eh, asilimia, utapata asilimia kama ni sitini, kwa sababu anapata kila kitu hapa. Asipate asilimia arobaini, hataki. Basi hamsini hamsini, hataki yapate ya, ya, ya, sitini huyo ya arobaini. Utaratibu huu haupo na wananchi ni maskini mno, hawajafunguka eh, maanake huko katika kila kitu, katika kilimo, katika madini eh, katika mambo ya viwanda we, katika kila kitu, bado serikali haijafunguka. Ni kusema tu njoni, njoni sasa njoni, eh, wana, wana, sasa kama kila kitu hapa ni cha wageni, mlidai uhuru wa nini? eh, maana ninyi bado mnatawaliwa tu, mtaendelea kutawaliwa tu, maanake ninyi hamwezi kwa kweli mtajitegemea. Na ndio swala ambalo Mwalimu alikuwa analiongelea kujitegemea. Maana yake ni nini? Usiwe tegemezi, kichwa chako na nguvu zako zifanyike, ili hata mgeni anapokuja akutambue wewe ni mwananchi na un... sio unataka kuuza kila kitu. Kwa nini? Ujumbe gani ambao unautoa na una kama tahadhari kwa wanasiasa katika kipindi hiki ambapo wanakwenda katika uchaguzi na sera ambazo unazizungumza zinazomulika uzawa na rasilimali za taifa? Kikubwa ni kwamba tusiwe na wale wanasiasa ambao kazi yao ni uchochezi. Wao wanakula vizuri, wanalala vizuri na wanaweza wakakimbia, lakini wanataka kuchochea watoto wa watu walete vurugu ili nchi iyumbe. Siasa za namna hiyo eh, aliwahi kusema mwana siasa fulani, lakini na yeye yeah, haeleweki, lakini ni siasa uchwala, kwa sababu hazina ha. faida. Lakini kama unamwambia mwananchi jambo la ukweli ambalo linamgusa na yeye akaelewa kwamba wewe unachomwambia ni ukweli, basi hizo ndizo siasa zinazotakiwa. Siasa ambazo zitajadili kinaga ubaga matatizo ya nchi, na wananchi waweze kuchagua kwamba sera hii ni bora kuliko sera ile, kwa sababu sera ile haiwezi ikanifikisha mahala au ikaninufaisha. Lakini wale ambao ni vibaraka ambao wameishapandikizwa ili kuuza nchi, ah, wale hawa, hawafanyi. Daktari, nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo.